Uh, Umutwa w'ijambo ryu uyu munsi wa none. Kichwa cha somo la leo kinasema uramba ngo ni kuba umuhamya wibyo wemeye. Inasema kuwa katika ushuhuda wa, wa yale uliyoyakubali. Amen. Kuba umuhamya wibyo wemeye. Kuwa kwenye ushuhuda wa yale uliyo yakubali. Haleluya abantu twemera ibintu byinshi watu tunahitaji mambo mengi ariko twagera mu bintu runaka tukabihakana lakini tuwafika tuaf, kwenye akati fulani tunakataa abantu tugira imihogo myinshi kandi myiza watu tunakuwa na plani nyingi tena nzuri ariko wagera mu kibazo ukayihakana lakini unapofika kwenye matatizo unakataa rero umutwe w'ijambo nongere nkusubiremo ninarudia tena kichwa cha somo uravuga ngo kuba umuhamya wibyo wowe wowe we, ubwawe wemeye kuwa kwenye ushuhuda wa yale uliyo yakubali. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ndashaka abantu tuganira ku ijambo ry'Imana, nataka watu tutakazungumza neno la Mungu. Tuganire mvuge namwe musubize, tuzungumze niongee na nyie mnijibu. Kandi ntuze kurangara muri uyu mwanya. Tena usi, usichoke wakati huu. Ni mwanya wa kuhura ni Mana. Ni wakati wa kukutana na Mungu. Ni mwanya wa kuganira ni Mana. Ni wakati wa kuzungumza na Mungu. Ni mwanya wa kuongea kumva Imana ku buzima bwa. Ni wakati wa kusikia Mungu tena kwenye maisha yako. Ushobora kuba mu buzima bwa wewe arunaniwe, kuna wewe uko umechoka kwenye maisha yako. Ariko ni umvi jambo la Imana. Lakini utakaposikia neno la Mungu, unaongea rube mzima. Utakuwa mzima tena. Ni jambo la Imana, neno la Mungu. Imesengi mvura ili kugwa hanu ha Ponye ulipo, kama mvua inayonyesha jangwani. Ijambo la Imani, Neno la Mungu. Biblia kubwira ngo ni umutsi mutera imbaraga. Biblia inatwambia ni mkate unaotia uzima. Neno hundi jambo la Imani. Penda sana neno la Mungu. Haleluya! Haleluya! Ba umuhamya wibyo wemeye wewe ubwa kuwa shahidi wa yale uliyoyakubali wewe mwenyewe. Tusome jambo la Imani. Tusome neno la Mungu. Zaburi 119, na, na Zaburi 119 Mungu wa Zaburi 119 Biblia inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi, mm. E Bwana, umehimidiwa, unifundishe amri zako mm. Hallelujah. Amen. Uh, ongera wihute uje yobu. Kitabu cha Yobu. Ayubu makumi abiri na karindwi. <coughs> Ayubu 27. Ayubu 27. Ayubu 27. Ku murongo wa gatandatu no wa karindwi ugeze ku wa munane. Mstari wa sita na wa saba na wa nane. Ayubu 27 mstari wa sita. Biblia inasema: Haki yangu naishika sana, wala sitaiacha. Moyo wangu hautanisuta wakati nikiwapo hai. Adui yangu na awe kama huyo mwovu, na mwenye kuondoka kinyume changu na awe kama asiye haki. Kwani tumaini la mpotovu ni nini, ingawa ajipatia faida, hapo Mungu amwondoleapo roho yake. Haleluya. Leka jambo tukomele ijambo lyimana machi meshi. Acha tupige tena makofi juu ya neno la Mungu aleluya reka mere kuri uyu mugabo bita yobu Acha tuanze nawe umwana wmana yitwa ayubu yobu yari umukiranutsi w'imana kugeza ubwo imana, imana yamwirasa ayubu alikuwa ni mutakatifu kiasikwamba kwamba mungu alijivunia yeye hanyuma nawe arabyiyumvamo kandi abumuhamya umuhamya wabye kasi yeye mwenyewe akajisikia alafu akawa shahidi Bibiliya tubwira ngo umunsi umwe shetani yari ari gutembera mwisi. Bibilia natwambia siku moja shetani alikuwa akizunguka duniani. Ariko kwa ageze kwayoborahatine. Lakini alivofika kwa ayubu akacherewa imani ibirebako yahatinze. Mungu akaona kwamba amecherewa kwa Ayubu. Hanyuma imani baza shetani aramubwira ngo uvuye he. Basi Mungu akamuliza shetani umetoka wapi? Shetani abwira Imana mvuye kuzerera mwisi. Shetani akamwambia Mungu, nimetoka kuzurura duniani. Ngo mbiae umugaragu wange. Mungu akawaye akamuuliza umemwangalia mwangu Ayubu. Saidia kupunguza maiki kidogo. Zina mwangu mkubwa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Hanyuma yobu uh, imani ibwira shetani basi, Mungu akamwambia shetani iramubwira ngo wabonye buryo yobu wanje ankiranukira akamuriza ona namna Ayubu wangu nicha waba wamwitegereje uburyo akiranuka. Umemwangalia alivo mcha Mungu, alivo mkamilifu. Satani abwira Imana, Satani akamwambia Mungu aramubwira ngo kube impamvu agukiranukira nkwamuhaye ubutunzi, akamwambia sababu ya kuwa, ku, kuwa mkamilifu kwako ni kwa sababu ulimubariki na utajiri hanyuma Uh, imani bwira Shetani basi Mungu akamwambia Shetani inamubwira ngo nhoya akamwambia hapana Yobu ndabizi neza umutima urankunda cyane ninajua Ayubu moyo wake unanipenda Yobu yari umwana w'Imana ku buryo nawe yarabizi Ayubu alikuwa ni mtoto wa Mungu kiasi kwamba naye alikuwa najua. Alinda hilo yari yararahiye kuna ku, alikuwa mesha hapa twese iyo turi kuza mu nzu y'Imana wote tunapokuja nyumbani mwa Mungu hari indahiro turahira, kuna viapo tunaapa. Iyo uri kuza gukizwa unapokuja kuokoka hari indahiro urahira, kuna kiapo unaapa. Ukarahira ukemera kubatizwa unaapa, una unakubali kubatizwa. Ukakira Yesu bundi busha kubuzima bwawe na kumpokea bwana Yesu kwenye maisha yako. Icyo gihe ukemera kuba umwana w'Imana wakati huo unakubali kuba mtoto wa Mungu. biratangaje cyane lakini inashangaza kuba rimwe na rimwe ujya wibagirwa indahiro wahize kuona mara moja moja unasahau kiapo chako. biratangaje cyane inashangaza sana kuba rimwe na rimwe uja wibagirwa kuri mwana w'Imana. Kuona wakati mwingine unasahau kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya! baku kintu cyose wahizeho muhigo isi, kwenye chochote ulichokiwekea ahadi. baku kintu cyose wemeye wa kujiti cyawe Angalia kwa kila kitu ulichokikubali wewe binafsi. Uza winjira mu mlimo wa imani uza gukizwa. Unapoingia kwenye kazi ya Mungu ni kwa kuokoka. Hauja haujashawishiwa. Wewe ni mtima wa wewe nyine. Ni wewe na nafsi yako ni wewe uliyekubali kumpokea Kristo. Ni wewe wema ya kufatana. Ni wewe ulikubali kumpokea, kumpokea Mungu kwenye maisha yako Rero kwa mezimana wamenye. Basi endelea na Mungu uliyemjua winjira kula ngo nuko wajeza mu bibazo. Acha kuchoka kwa sababu umefika kwenye matatizo, usimuache Mungu kwa sababu po kwenye vika kila wakati, mshike Kristo, umukomeze ukomae ndani ya Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya

mabinti kama hao. Mungu anahitaji wamama kama hao, wanaojua wa hao, kushuhudia walichokipotea na kukubali kusimama kwa namna yoyote

Kubali ulichokijua ukisimama Yesu neema ndamuhagararaho useme kama ni Yesu niliyempokea nitasimama, ntabwa ndimmuissema kama ni Yesu niliyempokea Hari abantu bagira Yesu wa mu rusengero gusa. Kuna watu wanakuwa na Yesu wa kanisani. Ya bari hana mu rusengero akaba mufite. Ati hapa e, kanisani anakuwa na Yesu. Alikuwa Yesu kidogo. Lakini akitoka nje kidogo. Yes, Yesu gaita musiga hapa. Anamwacha Yesu hapa. Gaita musezera. Anamwaga hapa. Akamwambia ngo icha twapana ganicho. Anamwambia urafiki wetu. Haifai go kwako. Fata Yesu. Yesu. Mshike Yesu. Huyu mwana alikuwa kwenye vita, alikuwa kwenye changamoto zinazoweza kusababisha. Akasema, mimi na mwanangu nitamshika Yesu nitakapotoka kwenye umwili a sita. Maneno mazuri, akasema sitakubali ku Nzagumana ni imana yae nisabaki na Mungu wangu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mwana kangu mwabagiri chinu hundi la Yesu. Acha ni wambia kitu nacho mpenda ya Yesu. Kwa sehano wa mge naba mge naba mama. Sisi wote wengine hapa ni wa mama. Aba andi naba papa. Wengine ni wa baba lakini wote wote tunapokuwa hapa mama, hatusemi mbele za Mungu kwamba mimi ni mama fulani, bali wote ni ni ni bali watoto wa Mungu. Uwe ni ni mzee, uwe ni mtoto wa Mungu. Uwe ni mama kama, yeye ni mtoto wa Mungu. Hivi wote tumekubali Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya kamata ulichokishika wicirekura kubera ntambara usiachie kwa sababu ya vita kumugabo wa guhamya curico uwe mwanaume wakushuhudia ulicho wilihakana kubera kugeza mu kibazo usijikataye kwa sababu ya matatizo kubera kwa araho winjie usikataye kwa sababu kuna sema umeingia watu wa yarabu zangu nabici ijambo mumutima wange yalisema niliweka neno langu moyoni danyije ndarigwiza Ndanyije ndarifata nilivomaliza nimerishika kugira ngo ntagucumuraho mairini sikutende dhambi yasenze isengesho ya ryiza cyane aliomba ombi zuri habwira Imana ngo ni we wafite mu mutima wa alimwambia Mungu ni wewe niliyemshika moyoni mwangu kugira ngo ntagucumuraho iri nisikutende dhambi. Iyo wibuka icyo wavuganye n'Imana Iyo wibuka icyo wavuganye n'Imana. Unapokumbuka ulichosema na Mungu. Iyo wibuka indahira wagiranye n'Imana. Unapokumbuka kiapo ulichokifanya na Mungu. Ukakumbuka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Naho wanyerera ntabwo ugwa. Hata ukitereza hutaanguka. Naho waje kure ntabwo ugumayo. Hata ukienda mbali hautabaki huko. Ibi gerageza byose byaza ntabwo bikugumana. Majaribu yote akija hayatabaki na wewe. Kwa sababu umeweka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. Mana nyagasa ni hunda Yesu, Mungu mtakatifu na mpenda Yesu. Hunda Yesu, mpenda Yesu. Yesu, na mpenda Yesu na akili yangu yote. Yesu na moyo wangu wote. Ninamwambia unisaidie. Yesu, kisije kikatokea kitu cha kuniondoa kwako. Haleluya. Haleluya. Yeah.

Alicheza ukata, ukacheza kama ndagukunda, ukasema ninakupenda Yesu, yabireba Yesu akiangalia, akakukubita kumunzani, akakuweka kwenye muzani, ukavuga ngo leka leka leka ulivyo, ukasema hapana hagaragara emera icyo hagaragara kucyo weme kubali, simama kwa kila iwe kwenye mvua, simama kwa kila iwe kwenye matatizo, simama juu ya ulicho kubali

anakumbuka kwamba yeye ni murokore. Usiwe muzururaji nyumbani mwa Mungu. uw <laughs> Mungu

Like, anapoachana na, na mshirika anakuwa kama wengine wa kawaida tena. Tuliapa kwamba sisi ni wa Kristo, sionye nawambia watu wa inchi nyingine. Haleluya, haleluya, nataka neno la Mungu lisikie.

Atakuja atasimama angani kwa ataita majina ya watakatifu. Kwa lakini wewe unafikiri uzi, akisimama, uzi ya watakatifu watakatifu mzuri lakini unafikiri atakapokuja ya, kuchukua ya kanisa akakuacha ukabaki

Yesu yamenya marasa kugirangu wone buji Yesu alimwaga damu ili upata uzima. Sitakwambia chukua visa, sitakwambia chukua gari zuri. Hapana, hapana. ubwira ubutuma bi Nita injili nitakwambia kuwa mtoto wa Nita, nitakwambia kuwa mtoto wa Mungu. kolikori usimame kwa kira ulicho kikubari Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hariho akantu kamwe bacisha kuri TikTok. Bigeze kunyuza kuri TikTok. Kuna kitu kimoja walipitisha kwenye TikTok. Ubwiraje ubwenge aba pastor ngo bareba TikTok barazireba. Utasema eti wachungaji nenyewe mnaangalia TikTok. Barazireba. Tunaangalia. Kubera ko ntabwo tuzabigisha ibyo mu ijuru, kwa sababu hatutawafundisha vya mbinguni. Tuzabigisha ibya hano ku isi, tutawafundisha vya hapa duniani. Kubera ntabwo nge nayo nagera mu ijuru, basi mimi sijafika mbinguni. Ndizo amahirwe yo kugerayo, nikifika, nikipata bahati ya kufika mbinguni, siwezi kurudi. Hapana, siwezi kurudi. Hapana, siwezi kurudi. Unajua matatizo yaliyopo dunia, unajua vita vilivyopo, unajua wanaonuka, unajua wanaonitukana. Haleluya, Haleluya. Hanyuma rero bakanyuzaho, basi wakapitisha hiyo. Baka rakasha abantu bari bari mu mu rusengero, walikuwa akionyesha watu kanisani. Aza umusirikare ufite bunda, akaja mwanajeshi na bunduki rero aravuga ngo mese umunuwi umwana wimana naze hano mucure ushire, akasema kama kuna mtu ambaye anakubali ni mtoto wa Mungu aje hapa nimupige risasi ili ni nimpereke kwa baba yake Mungu e, abantu barabire, watu wakaangalia wakangalia. reka mmoja akasema hapana, wa wimana akasema ngaji ndo mtoto wa Mungu

Kujisema sema kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Warangiza ntugaragaze kuri umwana w'Imana. Alafu ukakataa kuwa mtoto wa Mungu. Imana irashaka kuri hanze ugaragaza kuri umwana w'Imana. Mungu anataka unapokuwa huko nje ushuhudie kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Imana irashaka kwa nibu mlimu kabari ugaragaze kuri umwana w'Imana. Mungu anataka hata kama uko ba ujulikane kwamba ni mtoto wa Mungu. Imana irashaka niwe wagiye gusura umusore ugaragaze kuri umwana w'Imana. Mungu anataka hata kama umeenda kumsalimia kijana, uonekane kwamba wewe ni mtoto wa Mungu e. Imani irashaka ko niba hari muntu utaya mafaranga mberewe kandi yakeneye ukomeza kuba umwana w'Imana. Mungu anataka kama kuna mtu amepoteza pesa yake mbele yako unawe umeiokota, udhihirike kwamba wewe ni mtoto wa Mungu ngo <laughs> umugabo yabwiye Imana amafaranga. Mwanamume mmoja alimwambia Mungu, utakaponipa pesa

Angu, angu, ya akasema, ah, Mungu amejua amekata na fungu la kumi kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Kumuhamya w'ibyo wemeye we ubwawe, kuwa shahidi wa kile ulichokikubali mwenyewe. Aliko kuza gukizwa, nta muntu wigeza gushyiramo imbaraga. Ulipo kujya kuokoka, hakuna mtu aliye kutia nguvu. Nta muntu wigeza gukubita, hakuna aliye kupiga. Na nuyu munsi wa none nubushake bwawe Nikutaka kwako. Nione kwa rubushake bwawe gituma udahagarara kucyo bamenye n'ukubere. Kama umependa mwenye kwa nini hausimami kwa kile ulichokibali? Kwa nini tu dahagarara kucyo bwawe wemeye? Kwa nini hautaki kusimama kwa kile ulichokibali? Uhinda gurika wagira ngo uri igicu. Unakuna badilika badilika utafikiri wewe ni mawingu. Umwanyu mwuburumbura kore uwundi ukabanuriwe. Wakati mwingine wewe ni murokore wakati mwingine sio. Imani irashaka kufata ibara rimwe. Mungu anataka uchukue rangi moja. Biblia ivuga gute? Biblia inasemaje? Inavuga ngo ni niba udakonja kandi nushure. Biblia inasema kama si baridi. Biblia inavuga ngisha kukushukunya hanze. Anakuja kukutupa nje. Haleluya. Uyu mugabo yabu, uyu mwanaume Ayubu aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa. Akasema mpaka kufa kwangu. Gukiranuka kwaje na gukomeje. Utakatifu wangu nitaendelea nao. Haleluya. Amen. kugeza ubwo nzava muri uyu mubiri. Mpaka nitakapotoka katika mwili huu. Gukiranuka kwaje na gukomeje. Kuokoka kwangu, kamilifu wangu nitaendelea. Imani la shaka ba Kristo

Uyu mugabo aravuga ngo muri zaburi. Uyu mwana wa makasema kwa zaburi, anabikije ijambo ryanje mu mutima wanje. Anasema, nimeweka neno lako moyoni mwangu, ngo kugira ngo ntagucumuraho, ili nisikutende dhambi. Yazirikana Imana mu buzima bwe. Alikuwa na hari Mungu kwenye maisha yake. Aho yajendaga, yajendaga n'Imana. Popote alipokuwa anatembea, alitembea na Mungu. Hayashiraga hasi. Hajawahi kumweka Mungu pembeni. Alikuwa kubera Imana tuyirambika hasi. Kwa nini Mungu tunamweka chini? Imana iri mu mutima wacu. Bwana Mungu yupo

Ariko twebwa dufite amahirwe, lakini sisi tuna bahati. urarichi kongera ugakomeza unaharibu na unaendelea kubera kwa Kristo yapfuya akazura, kwa sababu Kristo alikufa na akafufuka. ukicha matejeko kongera ugasaba imbabazi, unaharibu sheria na unarudi naomba msamaha, mwana wimana na unaendelea kuwa mtoto wa Mungu. ariko buguhamye byo twiyemeje koko bitunanire, lakini vikweli tumeshindwa kushuhudia tulivyokubali. Haleluya. Haleluya. Timoteo wa kabiri kabiri. Timoteo wa kabiri. Murongo wa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa munani. Sura ya nne mstari wa sita wa saba na wa nane. Kumu muhamya mubyo wiyemeje gukira gute gukora. Kuwa shahidi wa kila ulicho kikubali inasababisha kutenda. Hariko niba uri muririmbi wakomeje ukaba muririmbi koko. Lakini hivi kama we ni mwimbaji ungeendelea kuwa mwimbaji. Wagera na harja hanzu ugakomeza uriwe. Ungefika pale inje na wendelee wendelee kusudia kile kilicho Abantu waje babirambika we. Watu wana wanaweka chini. Aya jera habantu watareba. Anafika pa ile sehemu watu hawaoni. Akabarabirambise. Anaweka chini pastor atareba lakini pale mchungaji hawezi kuona. na batareba. Pale mbaji wenza mchungaji hawezi kuona. aho baririmbi bari muririmba na batareba. Iwena awezi kuona. Imani irakureba. Mungu anakuona. Ijisho ry'imana rirabona. Ijisho rya Mungu rinaona <tipulia>